Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundulisu, na hii ni sehemu ya pili na ya mwisho kwa siku ya leo. Tuliishia pale ambapo e, mawakili wa Jamhuri wakizungumza mahakamani na wakimaliza kujibu hoja za mawakili wa utetezi, yaani mawakili ambao wanamtetea E, Tundolisu, lakini tumeshuhudia tena e, yule jamaa ambaye alikuwa akipiga wimbo wa Chadema mahakamani alirudi tena mahakamani na kuendelea kupiga e, wimbo wa naapa na ahidi mbele ya Mungu Chadema, e, nitailinda, wengi tuna ufahamu huu wimbo. Watu wakawa natikisa tu vichwa mahakamani, na Jobu Mrema kwa upande wake akamaliza upande wa Jamhuri, na sasa nilisema kwamba tukija tutaendelea kwenye rejoinder submission mpale mpoki anaanza kwa kusema kabla ya yote pia naomba mawakili Jeremia Mtobesia Edward Heche nao pia waingie kwenye koram hapo awali nilikutambulisha mawakili eh, 19 ambao walifika mahakamani lakini Jeremia Mtobesia Edward Heche wameongezeka mahakamani mpale mpoki anasema kuhusu judicial review As alternative remedy litajibiwa na Jebra Kambole. Mimi Mpale Mpoki nitasema kuhusu suala la open justice. Dr. Nshala Lugemeleza atasema kuhusu suala la kanuni za magereza na Kibatala pia. Peter Kibatala atasema kuhusu kuahirishwa kesi hii kwa siku 30. Pia atasema kuhusu functus officio. Na mwisho Jeremia Mtobesia atasema kuhusu Ju jurisdiction ya mahakama hii kwenye komito proceeding. Moja kwa moja, Jebla Kambole anaanza. Na watu wa mtandaoni wanashauri waongee Kiswahili. Jebla anaongea Kiswahili, anasema kuhusu maombi haya kufanywa kwa judicial review. Mshtakiwa yupo gerezani na jambo hilo halibishaniwi. Kwa vile yuko gerezani, mahakama hii ina mamlaka ya kuangalia nini kinamtokea huko gerezani. Ni wajibu wa mahakama hii. Mawakili wa utetezi hoja yetu ni kwamba mshtakiwa hapati huduma sahihi akiwa huko gerezani. Wenzetu upande wa serikali unasema tulipaswa kuyapeleka malalamiko kwa yetu kwa njia ya judicial review. Hii siyo sahihi kwa sababu zifuatazo. Wakati mawakili wa utetezi wanatoa submission, hakuna wakili yeyote aliyeomba judicial review hapa Network imekatika hapa, Mheshimiwa anasema tusubiri kwanza. Baada ya network kukatika kidogo hapa mahakamani, Mheshimiwa anasema tusubiri kwanza, mtandao unakaa virudi tuna umekaa vizuri, tumerudi tena sasa. Jebla Kambola anasema sisi hatujaomba judicial review, hatujahitaji hiyo sheria sio kwa sababu hatuijui. Kwanza mawakili wa utetezi hiyo judicial review kwa wingi wetu hizo ndio kesi zetu, huko ndiyo tulikobobea, kwa hiyo tunayafahamu hayo mambo vizuri. Wao kutushauri hilo ni kujielekeza vibaya kabisa. Mshtakiwa yuko magereza, kwa hiyo welfare zake zinapaswa kulindwa na mahakama hii na sio kwenda kwenye judicial review. Sisi upande wa utetezi hatuamini kwamba mahakama hii haiwezi kutoa summons, kwamba kuwataka maafisa wa magereza wanaokiuka taratibu za sheria twende tukafungue kesi ya judicial review. Lakini pia mheshimiwa, tufanye sisi ni waongo na Lisu hajanyimwa hizo haki zake, sasa wanaogopa nini kuwaleta hao maafisa wa magereza ili waje kutoa ushahidi? Wa uongo wetu ni upi? Kwa nini wanaogopa kuwaleta hao watu wa magereza waje watuambie ukweli kuhusu nini anafanyiwa Tundu Lisu huko magereza, na je haki zake anapatiwa? Kesi walioitoa hapa mahakamani inahusiana na haki za mbunge, na shangaa wao wanaileta kwenye mambo ya magereza na haki za watu waliopo kizuizini, labda kama wenzetu wamechanganyikiwa. Lakini kesi hiyo na hata ile ya mwombeki haihusiani kabisa. Mahakama hii hatujaiomba ifanye judicial review, bali tunataka mahakama ilinde haki za mshtakiwa. Sasa hatujui uoga wa wenzetu unatoka wapi kwenye eneo hilo. Mpale Mpoki anaanza, anasema kutetea haki za mshtakiwa na mtu aliyepo magereza sio kuharibu mwenendo wa kesi. Kwa mawakili kukaa kime kuhusu haki za mteja wetu, ni sawasawa na sisi mawakili kuwa ni sawasawa na sisi mawakili kuwa hatuna maana yoyote kwake na tusingepaswa kuwepo hapa kumtetea. Lazima tuseme mambo haya. Sasa kuhusu mahakama ya wazi, tulitaja kifungu cha 186 cha CPA. Mahakama ya wazi maana yake ni free kwa public kuattend. Hiyo free maana yake ni sio kwamba hawalipi hawa, hawa, hawalipi hela, maana yake ni kwamba watu watahudhuria bila kusumbuliwa na polisi. Hiyo maana imetolewa kwenye Collins Dictionary. Hiyo maana inatofautisha maana ya chamber court na open court, ambayo umma unakuwa huru kushiriki. Ili kesi ifanyike kwa njia ya mtandao, lazima tuangalie interest of justice na siyo interest of justice ya serikali peke yake. Aliyefanya uamuzi wa kusema kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao, haipaswi mtu huyu aamue tu mwenyewe ofisini kwake bila kushirikisha pande zote, na hapa sisemi kuwa wewe ndio uliamua hivyo. Watu wanacheka Hakimu anasema unajuaje kama sio mimi? Mpoke anajibu anasema, ninachosema yeyote aliyeamua hivyo hakuwa sahihi na sio sahihi kabisa kufanya hivyo. Ni muhimu pia kueleweka kuwa sheria ikisema mahakama itaamua kwa upande wake, haina maana kuwa mahakama itaamua bila kusikiliza wahusika. Nasisitiza, yeyote aliyetoa amri ya kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao alipaswa kuwasikiliza pia na kutoa maelekezo haya, jambo ambalo halikufanyika. Kama kuna mtu alijiamulia akiwa mwenyewe na amekaa mahali fulani, huo sio utaratibu wa kuendesha kesi za kesi na mahakama zetu. Anaendelea hapa, wakili wa Tundu Lisu akiendelea hapa kujibu hoja ambazo zimeletwa mahakamani na mawakili wa serikali wakijibu maombi ambayo yalitolewa na mawakili wa utetezi anasema yapo mazingira ambayo kesi naweza kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Sababu yoyote ya msingi haijaelezwa kwa nini mahakama, haijasema sababu yoyote hadi leo. Kwa hiyo nasisitiza takwa la kutolewa notice ya siku saba kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao ni haki kabisa, yenye msingi wa kikatiba. Sasa kutoa uamuzi kutoka kwenye draw na bila kuwashirikisha pande zote ni kinyume kabisa na haki za msingi katika kusikilizwa hizi kesi asali za maamuzi yoyote yanayofanyika bila kusikiliza pande zote ni maamuzi batili kabisa. Na kwa vile mtumiwa pia ni mwanasheria na anajua haki zake, ndiyo maana hataki kushiriki kuja mahakamani kusikiliza kesi yake. Na ukisema public itasikiliza kesi hii kupitia kuingia kwenye link sasa, na wale ambao wanatumia simu za vitochi wanaingiaje? Unawanyima haki yao ya kufika na kushuhudia namna kesi inavyoendeshwa. Hata tungesema wafuatilie kupitia waandishi wa habari, hao waandishi wenyewe humu mahakamani siwaoni, na wanakatazwa kuingia mahakamani pale getini. Haya ni mambo ya ajabu kabisa. Wako watu wanaweza kutembea kwa miguu kutoka wanapoishi hadi hapa mahakamani. Ukisema waingie mtandaoni, unawanunulia bando wewe? na je, kama hawana simu au laptop watafanyaje? Haya yote maana yake ni kwamba mteja wetu hajatendewa haki. Huyu mzee Mpale Mpoki anachapa sana hapa mahakamani, anaonekana ana hasira, angeweza kupiga hata mtu makofi isingekuwa ni mahakamani. Anaendelea kusema, tunaomba mteja wetu aruhusiwe kuja mahakamani kusikiliza kesi yake. Huyu mwenye hofu kwenye kesi hii isikilizwe mtandaoni, sijui ana hofu gani, na kama anataka iwe hivyo atuite tuje tuzungumze hilo na aseme kuhusu hofu yake hiyo. Sasa naingia dokta Lugemeleza Nshara, anaanza hapa, amepewa nafasi na Mpale Mpoki. D Lugemeleza Nshara anasema ile tone ya Jobu Mrema, wakili wa serikali, alikuwa anazungumzia kama anatufokea. Sasa kwanza, Jobu Mrema ajifunze namna ya kuzungumza. Mimi nina miaka thelathini ya uwakili, napaswa kumfundisha mambo kama haya, mdogo mdogo, madogo madogo, ajifunze Amesema polisi wanafanya kazi yao kwa weledi, nimeshangaa sana. Kuna ukiukwaji mkubwa wa kanuni za magereza na sheria za nchi kwa hao polisi. Anasema mteja wetu alipaswa kuwaandikia magereza barua. Sasa usomaji wangu wote wa hizi sheria, ukisaidiwa na miwani pia, sijawahi kuona huu utaratibu wa kuandika barua kwa mshtakiwa aliyeko magereza, kwa kueleza majina ya mawakili wake na ndugu zake wa watakao kwenda kumwona huko ambako Anashikiliwa mahakama. Kama kweli naona na ina macho, basi itaona sharti hilo la kuandika barua kuwatambulisha mawakili wake halipo na halijawahi kuwepo. Dkt. Nshela anasema kanuni ya 12 ya kanuni za magereza inasema mfungwa au mahabusu ana haki ya kutembelewa, na wao wamekiri kuwa mshtakiwa yupo na zamana sasa. Magereza walipaswa kumleta hii kesi iliyopo kwao, mshtakiwa ana zamana ni kwa nini hawajamleta mahakamani? Ni Dkt. Nshala akiendelea kuongea hapa mahakamani. E, kesi ya Tundu Lissu, tupo moja kwa moja hapa. Anasema kwamba haki ya mawakili lazima ilindwe, na utaratibu wa mawakili kupewa simu akienda magereza ili azungumze na mteja wao, si tungebaki nyumbani tuwapigie simu magereza, halafu watupe hiyo simu tuongee naye. Sio kwenda pale magereza halafu tunapewa simu tena kuzungumza na mteja wetu huyo. Tundulisu alipigwa risasi 16 na ni miongoni mwetu amewahi nani, miongoni mwetu amewahi kupigwa hizo risasi? Sasa huyu mtu anapaswa kupewa uangalizi wa msingi kabisa wa huduma za kiafya na uangalizi wake. Sheria zetu zinapaswa kuheshimiwa na kila mtu, hadi serikali. Sasa serikali isipoheshimu hizo sheria maana yake hakuna ya haja tukawa na jamhuri ya muungano wa Tanzania, kila mmoja aendelee kivyake kwenye hili taifa. Naomba kumkaribisha wakili Kibatala, anaanza wakili Kibatala. Sasa mheshimiwa, kwa nini magereza tulipoanza leo hapa wametujoini na umewauliza mshtakiwa yuko wapi? Maana ya hilo zoezi ni kwamba magereza wanawajibika kwenye mahakama hii, hivyo maombi yetu yanaelea kwenye misingi hiyo kwamba mahakama hii ina wajibu wa kulinda haki za mshtakiwa, ndiyo maana wapo hapa kujibu kuwa mshtakiwa amekataa kuja mahakamani. Jobu Mrema anasema tunastahili mawakili kunyimwa haki ya kumuona mteja wetu, kama mteja hata kuwa ameandika barua na amesema kuwa kwa mazoea alionayo ndiyo utaratibu, na sisi hatujui ana mazoea gani na magereza, lakini hoja ni kwamba wanakiri kuwa mimi walimruhusu nionane na mteja. Sasa swali ni kwamba waliniruhusu kwa sababu ya barua gani iliyokuwepo? Mbona waliniruhusu bila barua, kama hoja ya barua ni ya maana sana? Sasa nianze na hoja ya functus officio ambayo wenzetu pia wamejaribu kuisemea katika mwenendo huu. Kulikuwepo na amri ya mahakama na pia kuna mabadiliko ya amri hiyo. Mahakama hii iliahirishwa na kusema tukutane tarehe fulani, hiyo ni amri tayari. Sasa amri ilitakiwa kuwa halali na kutekelezwa na sio kubadilika juu kwa juu bila pande zote kufahamu nini kinaendelea. Sheria imetumia maneno ya open court. Hilo neno open siyo nyimbo ya Zuchu, ni mahakama ya wazi, na kama ingekuwa haina maana ya kila mtu kuifikia basi neno open lisingekuwepo, ingekuwa ni court peke yake. Anaendelea hapa wakili msomi uh, Peter Kibatala kumiminika hapa mahakamani. Anasema baada ya ile oda au amri kutolewa, maana yake tulipaswa kukutana kama tulivyokutana siku Tundolesu amesomewa mashtaka. Wenzetu wanasema hakuna kilichobadilika. Sasa mimi namuuliza kama hakuna kilichobadilika, kwa nini tuko hapa na haya mavideo na makamera, na wao tunawaangalia kwenye ma TV yao? Haya, sasa swali la msingi ni kwamba ilikuwa sahihi mahakama kuamua yenyewe kuwa tusikilize kesi kwa mtindo huu? Jibu ni kwamba mahakama ilikosea kuamua bila kushirikisha pande zote, na ina wajibu wa kujirekebisha, na ikiona iliteleza, itakuwa imelinda sana heshima yake kwa umma. Kuhusu hoja ya ahirisho, ngoja nimkumbushe kuhusu kifungu cha 225 alichokitaja yeye, kwamba mshtakiwa akipewa dhamana atatakiwa kufika kwa muda na mahali. Maana yake ni kwamba mtuhumiwa akipewa dhamana atapaswa kufika ma mahali husika na tarehe husika aliyoambiwa. Haya, tuseme, asingekuwa Ukonga gerezani, je, angekuwa nyumbani kwake Tegeta angesema siji mahakamani, mnisikilize kwa mtandao? Je, mngekubali? Hoja ahirisho la siku thelathini na kifungu alichokitaja kwanza, kifungu hicho kinasema ahirisho lisizidi siku thelathini. Sasa yeye anataka kutumia kifungu hicho ambacho msingi wake ni katazo, na sheria iko wazi kwa mtu aliyepo magereza ahilisho halipaswi kuzidi siku 14. Na anaposema twende tukaongee na mteja wetu mtupatie hizo siku thelathini, na hiyo pia ni kama kuchanganyikiwa tu. Sisi tunasema magereza wanatuzuia sisi tunasema magereza wanatuzuia kumwona wewe, unasema tukaongee na mteja, tutaongea naye kwa stahili gani? Kuhusu hoja ya notisi ya siku saba kuwa haijatolewa, wao wanasema kuwa ukihairisha tutakuwa tumepata hizo siku saba za notisi. Nafikiri nalo ni kuji ni kujieleza ni kujielekeza vibaya kabisa. Tumeshakwepa pingamizi, ndio anasema sasa hivi kuwa notisi tuchukulie ndiyo imetolewa kwa mtindo huo. Anaendelea hapa wakili msomi eh, Peter Kibatala, mahakamani kesi hii ya Tundulisu. Kibatala anasema amesahau kujibu hoja kuhusu baada kuhusu baada ya kufanya maelezo ya awali yani PH mstakiwa anapaswa kusaini. Sasa je, atasaini vipi wakati yupo mahakamani au askari magereza atapanda bodaboda kwenda kusaini halafu arudi hapa? Anaingilia Mrema anasema, Kibatala anasema hatujajibu, ila sisi tumejibu hizo hoja zake. Mheshimiwa anamwomba hilo pingamizi lako halina msingi wowote tutaangalia kwenye mwenendo tulionao hapa ni mawasilisho letu kuwa kitu pekee kwa leo kinapaswa kupuuzwa ni hoja za Jobu Mrema wakili wa serikali kwa sababu hoja zetu ni za msingi na mahakama inapaswa kujilinda na kulinda hadhi yake na mahakama iwe na wivu huo Mrema anasema kibatala nati, anaitisha mahakama kwenye maneno yake hayo kwa hiyo yasiwe kwenye mwenendo Kibatala amemjibu kuwa Mrema hayamuhusu kabisa, na lingekuwa ni kosa mahakama ingesema sio yeye. Kwa kifupi, Kibatala anasema Mrema aache kiherehere hapa mahakamani. Sasa naingia wakili Jeremia Mtobesia anasema kuhusu ju, ju, anasema hapa kuhusu jurisdiction ya mahakama kuendelea kwa mtandao, naomba kusema kwamba proceedings za mahakama ni mali ya mahakama ukisema nyaraka itumwe au ikasainiwe huko mitaani, sasa hiyo ni kinyume kabisa na misingi ya sheria. Anaendelea hapa, baada ya kusema ni kinyume na misingi ya sheria, anasema mahakama ina wajibu wa kulinda haki za e, mshtakiwa hadi siku anahukumiwa na kesi yake kumalizika. Malalamiko yoyote tunayoleta hayaelei hewani, kwa sababu hii ndiyo eneo la msingi. Eh, hili ndilo eneo la msingi kuleta hoja hizo kuhusu haki za tutolisu akiwa huko na gereza. Na mimi naomba kurudia, kurudia, judicial review tunazifahamu vizuri, kwa hiyo haiwezi kuondoa mamlaka ya hii mahakama. Hapa Mtobesi amemaliza, na Dr. Nshala, kiongozi wa jopo, amechukua nafasi baada ya mpale mpoki kutoka kidogo. Anaomba kuwa mahakama izingatie maombi ya upande wa utetezi. Muda huu hakimu anaandika kidogo. Tunasubiri hapa kama atasoma uamuzi mdogo leo au atatoa tarehe ya kusoma uamuzi huo. Hakimu anasema kwamba mara baada ya kusikiliza hoja za pande zote na kwa vile mapingamizi yamekuwa ni marefu, na mimi napaswa kupata muda. Tarehe sita ya mwezi wa tano, majira ya saa nne asubuhi, nitasoma huu uamuzi mdogo. Na ndipo nakuwa mwisho wa update zetu kwa siku ya leo kutoka mahakamani moja kwa moja. Tukutane siku hiyo ambayo, eh, hakimu amesema atakuja kutoa uamuzi wake mdogo na ni siku ya tarehe sita mwezi wa tano katika kesi hii ya uchochezi ambayo inamkabili Tundu Lisu. Una nafasi ya kutokia maoni yako, lakini kubwa, endelea kutufuatilia kutofuatilia na mengi zaidi e, tutazidi kukujuza kitu gani ambacho kinaendelea, mwenendo kiujumla wa kesi hii ya Tundu Lisu.